Tungia, ay, hey, sijui iigupo tu na ile kitu mkono unyosha. Unaitwa nani? Mimi naitwa Venant Sid na Mponda. Unakaa wapi? Unakaa Liwale, lakini makao yangu makubwa shambani hapo, nani fae nahi. Mtoto wako anaitwa nani, mkubwa mtoto wangu mm. wako Dar es Salaam kule, mmoja anaitwa Getruda, mmoja anaitwa nani Exavia, wako Dar wote, yeah. Yeah. ni wale. Unaishi na nani? Ni wale na mke wangu nishiao anaitwa nani, lakini omaana nimerudi hapa mashambani ndo najitegemea pale. Hasa unaenda kufanya kazi gani? Asa, Watu tu wani wakalazimisha ufanyaje? madawa madawa ndio, nenda wewe uende wapi? watu kina nani huko Chinongo kwa mkodhalimisha uende wapi? uende Chinongo ukafanye nini? ukaongeza sauti ukachukue watu ana kitata kidogo. Ah, una kitata kidogo, kita kidogo. ukachukue watu uwapeleke wapi? uwa wapeleke uwa ap wapeleke Liwali. Ay. Ulifika asikufika? Ukakutana na nini? Nikakutana na kitu tu, nashuka tu. Ukajikuta tu nashuka tu na, shuka tu, na shuka tu. Eh. Mm. na kile ah, tuicho kichoma moto kile, kile. Mm. kile ni nini kile, kile ni nyongo, ni ndege. ni ni ndege. yeah, yeah, yeah. ah. Yeah, ikina ni ndio ni us, usafiri wako. Ni usafiri wako. na mule anakaa watu wangapi? Amle ah. yeah, naweza kukata thelathini kwenye kale kanyungu wanakaa tu thelathini akawe vilekaukaa kikak wewe ulikuwa unaenda kuwachukua watu kule? Unaenda kuwachukua, yani unawafanyaje, unawachukuaje? chukua wale wapelekewe wenyewe, unawaua unawafanyajiunawatuma, oh, kazi na watu wenyewe wapo kwenye mambo ya ushirikina.